Waheshimiwa wote wakiambatana na mwenyekiti wetu wa chama, assalamu alaikum. Asubuhi ya leo imekuwa njema na wale tusiowahi, tumefanikiwa kuwahi kuamka, lakini tunakushukuru sana, mheshimiwa waziri mkuu. Tumekuwa na wewe jana, na umetubariki tena siku ya leo, na tunakutakia kila laheri kwa majukumu yako makubwa ulionayo katika ujenzi wa taifa, ukimsaidia Daktari Samia Mambo yangu Mheshimiwa waziri mkuu ni matatu tu. Moja, kuwakaribisha wanahabari nguli, mahiri, muhimu na wenye mchango chanya katika taifa letu, katika sekta zote. Wamekuwa wakifanya kazi vizuri na kutusaidia si tu kuona tunakokwenda, lakini kujitathmini kazi nzuri tunayoifanya kwa wananchi. Jambo la pili, Mheshimiwa wa waziri mkuu, ni kuwaomba wanahabari, kama kuna jambo wanalitamani kulisikia ni jambo la uchumi wa nchi yetu. Wanahabari wana uwezo wa kushape na kuspin na kutengeneza ajenda ya kuwafanya wananchi wote wakafocus kwenye ajenda hiyo. Ningekuwa na uwezo, ningewashawishi sana watusaidie kwa nguvu zao zote kubadilisha aina ya habari zinazochukua nafasi kubwa katika masikio si tu ya watoto si tu ya vijana, hata ya watu wazima. Mheshimiwa Waziri Mkuu, habari ina nguvu kubwa sana. Ndio inaamua mpaka aina ya mavazi, inaamua aina ya chakula, inaamua aina ya nyumba, inaamua aina ya kila kitu. Wakitusaidia kuweka habari ya uchumi kwenye kipaumbele, iwe ni habari ya michezo kama walivyoshinda Simba, tuone kiasi gani wanatengeneza Najua kakamela kula amekaa ita naguna, Simba imeingia fainali, sio robo, imeingia fainali <laughs> na hii silisemi kwa sababu ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, lakini nalisema kwa sababu naelewa ni furaha ya nchi, kwa sababu kuna tofauti kati ya wenye nchi na wananchi. Wenye nchi wanapofanya mambo makubwa, basi hata wananchi wanafurahi. Sio lazima kwamba wananchi wakifanya jambo kubwa, mwenye nchi atafurahi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, point yangu ya muhimu ni kwamba habari zote ziwe za michezo, ziwe za uchumi, ziwe za siasa, yaani ifike hatua habari yako ikae front page ni kutokana na namna gani ina impact ya uchumi wetu kwa sababu kuna fursa nyingi sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambazo unaziona kwa sababu ya habari hizo kutokuwa na nafasi kubwa zimepelekea watu kujisahau na kushindwa kuchagiza na kusukuma gurudumu la uchumi. Nishangaa kupata taarifa kutoka kwa balozi wa India, anatueleza namna gani unga wa maembe maembe ulivyo na thamani kwao, wakati sisi Tanzania maembe yanaoza. Sasa unaweza kupata picha jinsi gani tuna vitu vingi ambavyo vinaweza kufanya mambo makubwa na kubadilisha maisha ya watu, lakini kwa sababu habari zake hazisikiki, zinawafanya wananchi wanaona labda si sehemu ya kuchagiza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, neno la mwisho, tarehe tatu mwezi huu wa tano, katika mkoa wetu tumeandaa forum kubwa tunaita Arusha Economic Forum. Mojawapo ya watoaji au watoa wa mada ni pamoja na Profesa Kabudi. Ninaomba tuitumie fursa hiyo kwa ajili ya kubadilisha taswira ya mkoa wetu, na tunawaalika sana wanahabari, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili waje waonyeshe fursa za kiuchumi zilizopo katika mkoa wetu. Kuna watu wanasikia tu habari ya Afcon, lakini hawawazi, hawajui namna gani naweza kupata pesa kutokana na Afcon. Kuna watu wanasikia habari ya Magadi Soda hawajui namna gani naweza kupata pesa kutokana na Magadi Soda kuna watu wanasikia SGR inajengwa kuja Arusha hawaoni namna gani. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeandaa forum hiyo kwa makusudi ya kuwafungulia pazia wananchi wa mkoa wa Arusha ili waweze kutap kwenye hiyo opportunity na kuweza kutengeneza uchumi mkubwa, na miongoni mwa watu tuliowalika tumewalika pia Profesa Lumumba kutoka Kenya, lengo pia aje atuonyeshe natural resources tulizonazo katika Afrika zinawezaje kuwasaidia Afrika, tukianza na mkoa wetu wa Arusha. Baada kusema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua nimechukua muda wako mwingi lakini nakukaribisha tena, na baada ya safari ya kurudi kwenye majukumu yako, weekend sio mbaya ukija kuwa pumzika pumzika Arusha, hali ya hewa kama ulivyoiona, na najua imekuwa tabu kukuamsha, lakini ndio divi ambavyo Mungu ametubariki wa wana Arusha. Karibu sana mheshimiwa waziri mkuu. Hayo makofi hayatoshi, naomba tupige makofi mengine makubwa.